Unapotazama chupa ya maji duka la mtaani, bei yake ni mia mbili, lakini ukienda airport, chupa hiyo hiyo ni elfu mbili. Lakini ukikuta mtu aliyepotea jangwani kwa siku tatu bila maji, anaweza kulipa elfu kumi. Swali ni hili: je, maji yamebadilika au kuna kitu kingine zaidi ya maji ambacho watu wanalipia? Watu hawamtafuti muuza bidhaa wanamtafuta mtu anayeelewa maumivu yao. Wanalipa mtu anayewapa suluhisho, sio tu bidhaa. Mwaka 2019 kijana mmoja aligundua kuwa wanawake wa pale sokoni walikuwa wanahangaika sana kusafisha matunda yao kwa haraka. Aliunda dawa ya kuosha matunda, tone moja tu kwa lita moja ya maji. Ilikuwa rahisi sana, lakini ndani ya miezi sita alikuwa anauza zaidi ya milioni tatu kwa mwezi. Kwa sababu sabuni hiyo ilitatua matatizo. Suluhisho lina thamani kulingana na ukubwa wa shida. Malalamiko ya wateja ni madini kwa mjasiriamali mwenye masikio ya kusikia. Wengine wanabuni bidhaa, halafu wanatafuta soko. Wajasiriamali bora wanatafuta soko, halafu wanabuni bidhaa. Kuna watu hununua kahawa kwa bei ya juu si kwa sababu ladha ni bora lakini ni kwa sababu ya mazingira, upokeaji na vibes tu. Kuna kijana mmoja anauza juisi mitaa ya Kinondoni. Anakupokea kwa jina, anakumbuka chaguo la juisi yako, anakupatia straw mpya kila wakati. Juisi yake siyo tamu sana sokoni, lakini wateja wake hawampi mgongo. Sasa unajua ni kwa nini? Wateja wanapenda kutibiwa kama watu, si kama hela. Biashara nyingi hazifi kwa sababu bidhaa ni mbaya Zinakufa kwa sababu uzoefu wa mteja ni mbaya. Uzoefu ni bidhaa isiyoandikwa kwenye risiti, lakini ndio huamua kama mteja anarudi au anakusahau milele. Lakini pia wateja wanalipia hisia. Watu hawanunui tu bangili, wananunua na kukumbuka mtoto wangu. Wengi hawanunui tu maua, wananunua pole kwa kupoteza Msichana mmoja alianza kuuza bangili za bei rahisi sana, akaanza kuandika majina ya watoto wa wateja wake. Ndani ya miezi sita, alikuwa na oda zaidi ya sabini kwa wiki, kwa sababu hakuuza tu bangili, ila aliuza kumbukumbu, kumbu, mahusiano na hisia. Sasa, watu hawasahau jinsi ulivyowafanya wajisikie. Coca-Cola waliandika majina ya watu kwenye chupa, si kwa sababu ya ladha, bali kwa sababu ya hisia. Brandi zinazogusa identity ya mtu huuza zaidi kuliko zinazouza logic. Takwimu zinathibitisha kuwa asilimia 73 ya wateja huchagua brandi kwa uzoefu, si bei. Hao walifanya tafiti Forbes. Lakini pia wateja waliounganishwa kihisia wako tayari kulipa zaidi ya asilimia 25. Tafiti hii ilifanywa na Harvard Business Review. Lakini zaidi ya yote ni kwamba Emotionally connected brands huuza mara mbili na nusu zaidi kulingana na tafiti iliyofanywa na saikolojia ya masoko, yani psychology of marketing. Sasa somo kuu leo ni kwamba ukitaka kuuza bidhaa, uza kwa akili. Ukitaka kuuza sana, uza kwa moyo. Ukitaka kudumu sokoni, uza suluhisho. Ukitaka ukumbukwe, uza uzoefu. Na ukitaka mteja arudi, uza hisia cha kufanya ni kwamba chukua karatasi yako halafu jiulize maswali yafuatayo. Je, biashara yako inatatua tatizo gani kwa mtu mwingine? Pili, inamfanya ajisikiaje wakati ananunua? Ya na tatu, je uzoefu wake ni wa kawaida au wa kukumbukwa? Kama huwezi kujibu maswali hayo kwa uhakika, labda biashara yako haijaanza bado, hata kama una duka. Tofauti ya mjasiriamali wa kawaida na wa pekee ni kuona bidhaa kama silaha ya kubeba thamani ya ndani, thamani ambayo ni suluhisho, uzoefu na hisia. Kama umeipenda video hii, share na mtu mmoja ambaye anauza tu bidhaa, lakini hajui kama anaweza kuuza zaidi kwa kugusa moyo wa mtu. Subscribe kwa madini zaidi kama haya.